taarifa na tume ya kupambana na ufisadi kufuatia uchunguzi wa wa kesi ya utoaji wa zabuni ya shilingi bilioni 1.4 kinyume cha sheria. Katika uchunguzi huo, jumla ya kampuni 26 zinazohusishwa na wandani wa maafisa wakuu wa serikali ya kaunti ya Busia zinadaiwa kupokea fedha hizo, na kama anavyoarifu mwanahabari wetu Laura Otieno, gavana Otuoma amesema yuko tayari kushirikiana na EACC ili kubaini mbivu na mbichi kuhusu madai ya ufisadi katika kaunti hiyo.

Baada ya takriban saa tano gavana wa Busia Paul Otuoma aliibuka kutoka afisi za EACC kaunti ya Bungoma, ambapo alikuwa akinakili taarifa kusaidia katika uchunguzi wa madai ya utoaji zabuni ya thamani ya shilingi bilioni 1.4 kinyume na sheria kati ya mwaka 2022 hadi 2025. Jumla ya kampuni 26 ziko katika darubini ya EACC, zikiwemo kampuni ya Bayafarm Care Limited, Leo Keys Investment Limited na Multidose Agro ambazo zinadaiwa kumilikiwa na wendani wa karibu wa gavana. Kampuni hizo nne zikidaiwa kupokea kima cha shilingi milioni tisini elfu thelathini na moja. There are hundreds and hundreds of files here going all the way back to 2013 and I'm sure they will be in a better position to give you those answers rather than mentioning people's names and that is not within. I just came to answer what concerned me as a governor. Aidha, ujenzi wa eneo la kuegesha magari kaunti ya Busia pia linapigwa msasa na EACC, ambapo serikali ya kaunti inashutumiwa kwa kukiuka sheria na kukodisha kipande cha ardhi cha ekari 2.4 kwa kampuni ya Afi Limited. EACC inadai kuwa kipande hicho kitakodeshwa kwa shilingi milioni moja nukta nne kila mwaka huku ada hiyo ikipanda kwa asilimia kumi baada ya kila miaka mitano. Aidha, serikali ya kaunti itapokea asilimia thelathini ya ushuru unaokusanywa katika steni hiyo ya kuegesha magari, Otuoma akisema kuwa atashirikiana vilivyo ili kupiga buti swala la ufisadi kaunti ya Busia through the auditor general's reports some you know we have been taken to court some are litigations in court so these are already matters before the public domain we wish to clarify that it is not an arrest but it is come to record a statement as we pursue but if they are to be found culpable of course the law will take its course Laura Otieno, Runinga your citizen Kwengineko, kwa tunaarifiwa kwamba hali ya wasiwasi imetanda katika eneo la Rangwe kaunti